Asante sana nimeshukuru, thank you, asanteni sana, asanteni, asanteni. <clears throat> Nianze tena niseme, Mama Aida Odinga, Rosemary Junior Winnie na familia yote ya mwenda zetu rafiki wetu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto na First Lady Mama Rachel Ruto Viongozi wa nchi za kigeni na majirani ambao wametutembelea kuja kuomboleza na sisi, waombolezaji wenzangu, hamjambo, hamjambo tena. Asanteni sana. Tuko hapa pamoja kama Wakenya kusherehekea maisha ya Mkenya mwenzetu, kiongozi, rafiki yangu, lakini mimi nilimpenda kama ndugu yangu, Mheshimiwa raila Amolo Odinga, vile tumeambiwa hapa, tulimjua kwa majina tofauti tofauti, Agwambo, Jakom, Tinga, lakini kama Wakenya kutoka kona zote tulimjua na tukamheshimu kama baba, na tulimwita baba kwa sababu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alipenda nchi yake Kenya kuliko kitu kingine chochote. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikuwa baba wa wote, hakuwa na ukabila, na alipenda nchi na wananchi wa Kenya wote. Na testamenti hii yaoneshwa na marafiki tofauti tofauti, ambao ukienda kumtembelea kwake nyumbani ulikuwa unawakuta huko marafiki kutoka kila kona ya taifa letu la Kenya. Raila alikupenda kwa sababu ya maono yako, alikupenda kwa sababu ya fikira zako. Alikupenda kwa sababu ya vitendo yako, lakini sio kwa sababu ya rangi yako ama kabila lako. Leo hii Kenya imepoteza kiongozi kiongozi ambaye historia ya demokrasia katika taifa letu la Kenya haiwezi iandikwe bila la jina la Raila Amolo Odinga kuwa nambari moja historia ya Kenya ya kutetea haki za kibinadamu na haki za wananchi wote haiwezi iandikwe bila ya jina ya Raila Molo Odinga kuwa nambari moja. Historia ya ungatuzi na hukuhakikisha ya kwamba wananchi kule mashinani wana uwezo ya kujiongoza na kujitawala na kuwa na viongozi ambao wanatekeleza shida za wananchi kule chini, haiwezi iandikwe bila jina ya Raila Amolo Odinga.